Ama sababu maalum ama fulani, jina la Bwana tuwe sifa, haleluya. Ni mara nyingi unasema natoa shukurani kwa matendo mema ambayo Mungu amekutendea, jina la Bwana tuwe sifa. Ni tuwe tunajua kwa sababu gani tunatoa shukurani, ikiwa ni siku hii ambayo ni maalum ya kumtukuza Mungu kwa ajili ya kumtolea shukurani. Wewe mwenyewe unajua, wewe mwenyewe unafahamu ni jambo gani Mungu ambalo amekutendea hata upate hisia ambayo ingeyakuletea furaha kwa sababu jambo hilo, jina la Bwana Yesu. Shukurani inakupa uwezo wa kuona kile ulicho nacho, jina la Bwana sifa, haleluya, kile ya kushukuru kwa sababu unaona kile ulicho nacho, kile usichokiona uwezi ukishukuru jina la Bwana tuwe sifa, haleluya. Umepata ile ambayo umepata, japo unatamani mengine makubwa, lakini kile ambacho umepata, hicho hicho ndicho nashukuru. Jina la Bwana tuwe sifa Amen. Umetamani kupata malaji mazuri, lakini unapata unakula kile kilichoko na si kile unachotaka. Jina la Bwana tuwe sifa wewe kwa sababu Mungu amekutania kile ambacho unacho, ndio ule shukuru kwa kila hi, kwa hicho peke yake. Jina la Bwana tu sifa, haleluya. Shukrani huonyesha uridhika, haleluya, kile ambacho umepata. Jina la Bwana tu sifa, ni mtumba bora, umejistiri unatoa shukurani kwa sababu, kuna wengine hata hali hiyo ambayo unasema ni duni hawajaweza kuiona. mwengo inadhihirisha kwamba wewe unaridhika na kile ambacho unacho, ndio sababu unatoa shukurani. Jina la Bwana tuisifa, haleluya. Kushukuru ni kanuni za Mungu za kuongeza vitu. Haleluya. Okay, ukishukuru kwa ile jambo dogo Mungu atakuinua na jambo kubwa. Kwa hiyo ni kanuni ya kuweza Mungu kupata utafuta uwezo wa Mungu kuongezea vitu, maanake kama anasema kwamba amekuona kwamba nimemtolea shukrani kwa, kwa, kwa jambo dogo, anasema kama hili jambo dogo ameshukuru, basi kwa hakika nikimpatia kubwa atashukuru zaidi kwa ni kanuni ya Mungu ya kuongeza vitu. Kwa hivyo una kila sababu siku ya leo ya kumshukuru Mungu. Jina la Bwana tuwe sifa. Shukrani husaidia kuboresha ama kuongeza mahusiano kati ya watu wawili ama zaidi. Jina la Bwana tuwe sifa. Ukiishukuru, nikikushukuru wewe kwa kuwa kwale kwa lango peke yake ule ile lango limefungwa, umenifungulia hivi, nimekwambia asante. Jina la Bwana sifa, haleluya. Hilo ni jambo dogo, lakini limeongeza na kuboresha mahusiano yangu na wewe, mahusiano yako na wewe, mahusiano ya mwingine na mwingine. Jina la Bwana sifa, haleluya na hizi shukurani atakala zitoke kutoka ndani ya kilindi cha moyo wako. Jina la Bwana lipe sifa, haleluya. Si shukurani tu za mdomo, zitoke ndani ya kilindi cha moyo wako. Zikitoka katika kilindi cha moyo wako yule mtoaji atahisi kwamba anathaminika, atahisi kwamba anathaminika, zikitoka ndani ya kilindi cha moyo wako, jina la Bwana tusifa. Amen. Zaburi hamsini mstari wa 23 tt atoae dhabihu za kushukuru ndiye ananitukuza naye atautengenezae mwendo wake, itamwonyesha wokovu wa Mungu. Jina la Bwana tuisifa, amen. Haleluya! Wee ukitoa mbele za Mungu, Mungu anajidhihirisha, anasema ndiyo njia halali ya kumtukuza Bwana. Jina la Bwana tuisifa. Ikiwa ni siku ya kutoa shukurani, tutakuwa tunamtukuza Bwana naye mwendo wetu katika safari ya wokovu ataweza kutengeneza. Hautakuwa mwendo wa kawaida, hautakuwa mwendo ambao tumezoea, atautengeneza. Kwa maana anasema kwamba atoaye dhabihu kwa ajili ya kushukuru ndiye ambaye anamtukuza Bwana. Tutaimba kweli, tutahubiri kweli, lakini kama shukrani ya dhabihu itakuwa haipo. Mungu anasema hautukuzi. Jina la Bwana lipewe sifa. Zaburi ya 95 mstari na wa pili unasema tuje, mbele zako kwa shukrani, tumfanyie shangwe kwa zaburi. Jina la Bwana lipewe sifa, ikiwa ni siku hii maalum ambayo tunatukuza siku ya leo. Ukija na bahasha yako hapa Jina la Bwana liwe sifa, uwe na furaha, upige shangwe kwa saburi, kwa sababu hujalazimishwa na mtu yoyote, hukusindikizwa na mtu yoyote. Hakuna shindikizo la aina yote ambalo limetoka eneo yote, lakini ni moyo wako peke yake. Maana anasema kushukuru kutoka kwa moyoni, katika kilindi cha moyo wake, utakuwa unamtukuza Bwana na mienendo yako, atakuonyesha wokovu katika maisha yako. Jina la Bwana bwanaosifa, Amen. Wathesalonike ule mlango wa tano mstari wa kumi na nane shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ndiyo mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Jina la Bwana Yesu. Paulo akawa anazungumza na Wathesalonike wakapata kumshukuru kwa kila jambo Bwana, maana hayo ndio mapenzi yake. Ukitimiziwa shukuru, ukikosa kutimiziwa shukuru, ukipata kazi shukuru, ukifutwa kazi shukuru. U, yani una shukuru kwa kila jambo. Ukipata promotion vizuri zaidi, ukidimotiwa ja bado uko katika kazi, ukifutwa pia sema pia asante, mshukuru kwa kila jambo. Jina la Bwana lipewe sifa. injili gu ushukuru kwa kila nja mpako kukutwe kazi tena ushukuru, lakini hayo ndio mapenzi ya Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Wathesalonike 2:18 lakini imempasa sisi kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, na Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na roho na kuamini kweli. Bado Paulo anawatelesonike anawaambia inabidi kushukuru Mungu, wanashukuru Mungu. Paulo na wenzake wanamshukuru Mungu sababu kwa sababu wa Thessalonike, kwa maana aliwachagua. Jina la Bwana apewe sifa. Tangu mwanzo wapate wokovu katika kutakaswa na roho na imani ya kweli, kumshukuru Kuru, inapasa kushukuru jina la Bwana kwa sifa. Amen. Kupata wokovu lazima tumshukuru kwa njia zote, tumshukuru tukapate wokovu wa kweli, tukapate kumshukuru, kutakaswa na kupata wokovu na kuamini la kweli, lazima tumshukuru jina la Bwana. Ni mshukuruni Bwana kwa kuwa yu mshukuruni Bwana wakati wote. Haleluya, amina. Ni wakati wetu wa kumshukuru siku ya leo, tukapate kutafakari maisha yetu, tukapate kutafakari matendo ambayo Mungu ametutimizia, matendo mema ambayo ametutimizia zawadi ya uhai ambao hata tumepatikana mahali hapa. Kuna wengine wako katika mahospitali, si mahospitali tu peke yake, hawawezi hata kuvuta pumzi wao wenyewe, yeah. wanafanya kuvuta pumzi na mitambo. Tuna kila sababu, mchana wa leo, asubuhi ya leo, vile Mungu ametupa pumzi, nguvu na uwezo wa kufika mahali hapa tukapate kumshukuru, tukatafakari kazi zake njema, tukapate kuwa na sababu ya kumshukuru asubuhi ya leo. Tafakari njia zako, utamshukuru vipi? Mwona, utajua, uta ni jambo gani ambayo nalitafakari oyo, utajua utamshukuru kiwango gani, moyo wako utakavyokunenea ni kutoka kwa kilindi cha moyo wako. Tukapate kutafakari, tukapate kujiuliza, ni upendo gani huu ambao Mungu ametuwezesha? Kama unaona ni muhimu kushukuru shukuru, lakini ni wazi kwamba na kila sababu, maana uzima na uhai uko nao, jina la Bwana Yesu. Dada nyanguna alikuwa anashukuru tayari, hata huko aoko ushuhuda alizozungumza mwisho, alikuwa anashukuru kwa sababu kushukuru pia si kwa kutoa tu, kwa kwa vitu va fedha, hata kwa kinywa ni kushukuru, jina la Bwana Yesu, amen. Tukapate kuwa watu wa kushukuru kwa kila Bwana asifiwe. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa mara nyingine tunashuka tukiweka mbele za uso wako Baba, jinsi ambavyo wewe Bwana umenena na watu wako, wacha neno lako hilo ewe Kristo likapate kuangaza mahali ambayo kulikuwa, likapate kuongoza mahali ambayo walikuwa, katika mambo ya shukrani na matoleo, ukapate ewe Bwana kuwashukia, ukapate kuwafundisha neno hilo, likapate kuwa mwalimu wa kipekee nikapate kuwaelekeza katika siku ambayo Yesu Kristo ni siku maalum ya kukutolea wewe shukurani, tangu mwaka uanze, tangu Januari, tumemaliza kota ya kwanza, tuko mbele zako, tumekuja mbele zako, tunakushukuru ewe Baba, kila nafsi ambayo itainuka kukushukuru wewe kwa kinywa na hata matoleo ya Yesu Kristo, Baba, wacha Bwana akapate kusikia wacha Bwana ukapate kuwakamilishia, wacha Bwana ukapate kujitukuza, ili wakati wote siku zote wakapate kuwa na kila sababu ya tendo jema utoka utawafanyia wakapate kukushukuru wewe, na jina lako litaendelea kuhimidiwa na kutukuzwa, maana kando yake hakuna Mungu kama wewe. Tumezungumza hayo, tumeomba hayo, ni kwa jina kuu la mwanawe Yesu Kristo aliye